Hakuna ah, ah, ulime kutoka. Hakuna shida, kipicha na rungu. Nataka ulime, nimekuambia kutoka. Unatoka tu nje unakuja kukula na una pesa, lazima utalima, utalima. Shika jembe ulime, shika jembe ulime.